Ndani ya miaka miwili mitatu huko nyuma, tulikuwa tunapata adha kubwa sana. Una mfugo wako umefuga kwa gharama zako, lakini unaenda kuuza kilomita kadhaa kutoka hapa, kutokana na soko lilikuwa mbali hapa tulipo na soko lilipo kuwepo Tunduma. Unatoka hapa na ng'ombe wako, unamswaga mwenyewe, unamlipa mswagaji, unamlipa, unalipa ushuru umo njiani unafika Tunduma, unaanza kumbembeleza mtu binafsi ambaye ni dalali wa ng'ombe. Ng'ombe wa kuuzwa labda laki nane au laki tisa, unauza laki tano au laki nne, kutokana na soko lilivyokuwa liko mbali la ng'ombe. Lakini kwa sasa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sasa unataka na ng'ombe wako zizini kwako, dakika mbili umefika, unamchunga mwenyewe, amefika sokoni, unauza mamilioni ya pesa na unafaidika. Tunasomesha watoto ukurima na nini, maisha yanaenda vizuri. Safi kabisa. Mama yuko kazini.